Mai ya, ya, mweshimi hey, hey, hey, za wapi leo? Sasa leo umetupangia hey, ni ni nini uko ni sinabidi nionekane kwa ballot, ndio sasa nimekuwa nataka niende niwapee uongo huku chini, ili nikipata kapesa kidogo niekeko kwa mfuko. Nimesota bana, sina gari, nataka nikinunua manunua marenji mabrado, nijengeka nyumba kangu huku ndani nimalizie. Unaona nikidani naishaisha nikishamalizia nitakuwa hapa mimi, nikipita napita tu nikiwa nimeshajenga. Niko na lingine sasa, sisi kawa bana Wanahabari hey, unatuambiako nini kuhusu umwaka? Sasa mimi kitu ningetaka kusema ihumwaka, nimetaka kusema hivi, nimetaka nipate pesa, nijenge manyumba, ninunue magari, nikuwa nikipita hapa. Unaona bodigadu wangu anatembea kwa mguu, jusina gari, naenda na mguu hapa kwa matanga. Nataka nikinunua magari hapa, nitakuwa nikipita tu Nikipita, nikipita siu, utakuwa ukisikia tu mheshimiwa ndio huyo. Siu, sitakuwa nakuja matanga huku ushako kuja kupambana kuwadanganyia. Itakuwa mmenipa gate, nimepata pesa, naweka kwa mfuko, nakula mshahara. Itakuwa nikipita tu hapa tu siu, siu, nikuje nikivaa ndio ushako nikiparara hivi. Eh, itakuwa tena hata sikuji huku, itakuwa nimeshapata kazi. Unaona? Unaona maneno? Umesikia? Ya, ya. Kuna lingine tena hapo na hapo kando? Ingine tutaongea siku nyingine. Tutaongea siku ingine sasa, mimi sasa masaji inasonga. Siwaache basi nifike huko chini ni, ni wapee ripoti nione venye wako sawa, tupoike kwa matanga tuone maneno venye iko sawa e, hey, peana vitu twende sawa sawa.